Haya, karibu. Wacha nikuulize, umeshawahi kufikiria kama wewe mwenyewe unaweza kutengeneza akili mnemba? Basi leo tunaangalia kitu cha ajabu sana kutoka Google kinaitwa Teachable Machine, na kinachovutia zaidi ni kwamba kinamruhusu mtu yoyote, yaani mtu yoyote kabisa, kufanya hivi, hata kama hujawahi kuandika hata herufi moja ya kodi maishani mwako. Yani, hebu fikiria kidogo inakuwaje kama ungeweza hivi sasa kuifundisha kompyuta yako kutambua tuseme vitu mbalimbali, au sauti, au hata jinsi unavyokaa au kusimama, na yote hayo ukitumia tu webcam yako? Basi hiyo ndio haswa ahadi ya Teachable Machine. Sasa hebu tuichimbue vizuri zaidi. Sasa, Teachable Machine ni nini hasa? Well, fikiria hivi: ni zana rahisi sana, inafanya kazi moja kwa moja kwenye browser yako Huhitaji kuinstall chochote. Na hili ndilo jambo la muhimu zaidi, sikiliza, data yako yote, namaanisha picha zako, sauti, kila kitu kinabaki kwenye kompyuta yako, hakuna kitu kinachotumwa popote kwenye mtandao. Hii inamaanisha ni salama kabisa na inafanya kazi kwa haraka sana. Sawa basi, maneno yanatosha, hebu tuingie kwenye vitendo. Nataka nikuonyeshe jinsi ilivyo rahisi kutengeneza modeli yako mwenyewe. Tutafanya hivi pamoja hatua kwa hatua, usijali. Ok, mchakato mzima una hatua tatu tu, tatu rahisi sana. Kwanza unakusanya mifano, kitaalamu tunaita data. Pili, unabofya kitufe kimoja tu kuifundisha mashine, alafu tatu, unaijaribu na kuichukua ili uitumie popote pale. Rahisi sana sindio? Basi tuanze na hatua ya kwanza ambayo kwa kweli inafurahisha sana, kukusanya data. Hapa ndipo unaunda yale madaraja au tuseme makundi yako. Kwa mfano, labda unataka kuifundisha kompyuta kutofautisha kati ya uso unaotabasamu na uso ulionuna. Unachofanya ni kuwasha tu kamera yako, na bofya bofya, unakusanya mamia ya picha kwa sekunde chache tu kwa kila kundi. Sasa najua unajiuliza, inawezekanaje ikajifunza haraka namna hii? Hapa ndipo kuna uchawi kidogo unaitwa transfer learning. Fikiria hivi, badala ya kuanza kufundisha kila kitu kutoka mwanzo kabisa, Teachable machine inachukua mfumo ambao tayari una akili nyingi kama mobile net ya Google, alafu inaofundisha tu huo ujuzi wako mpya. Ni kama kumfundisha daktari mbingwa kazi mpya ndogo badala ya kuanza kumfundisha mtoto mdogo kusoma na kuandika. Inaeleweka eh? Mara tu mafunzo yanapokamilika, papo hapo unaweza kuijaribu. Je, inafanya kazi? inatambua ukitabasamu au ukinuna? Kama jibu ni ndio, basi unaweza kuichukua na kwenda nayo. Teachable Machine inakupa link maalum, na hiyo link unaweza kuitumia kwenye miradi yako yoyote, iwe ni tovuti, app, popote pale. Lakini ngoja kidogo, sio kwamba kila wakati mambo yanakwenda vizuri hivi. Wakati mwingine unaweza kufuata hatua zote, lakini mwisho wa siku matokeo sio yale uliyotegemea. Kuna kama kiungo fulani cha siri ambacho kinaamua kama utafanikiwa au la. Sikiliza hii nukuu kutoka kwa mtumiaji halisi aliyekuwa akilalamika mtandaoni, anasema: nilipa zaidi ya picha 300 kwa kila daraja, lakini ninapojaribu kuitumia haifanyi kazi. Unajua, alifanya kila kitu kama inavyotakiwa, akakusanya data nyingi kweli, lakini bado haikufanya kazi. Hii inatuleta kwenye swali muhimu sana. Kwa nini kuwa na data nyingi sio jibu la kila kitu? Na hapa sasa ndipo tunapata jibu kwa kutumia mfano mzuri sana. Fikiria unataka kupika chakula kitamu. Modeli yako ni hicho chakula na data yako ndio viungo. Sasa, hebu niambie Ukitumia viungo vibovu, nyanya zimeoza, labda, haijalishi unafuata resipi vizuri kiasi gani, chakula kitakuwa kizuri kweli? Haiwezekani. Ndivyo ilivyo na hii kitu, ubora wa modeli yako unategemea mia kwa mia ubora wa data yako, sawa? Kwa hiyo sasa tumejua tatizo linaweza kuwa kwenye viungo, basi hebu tuone jinsi ya kuandaa viungo, yani data iliyo bora kabisa. Hapa ndipo tunabadilisha kabisa mchezo kwayo. Kwa hiyo tofauti iko wapi? Hebu angalia. Upande mmoja una data mbovu, inaweza kuwa na upendeleo, picha hazionekani vizuri, au idadi ya mifano haiko sawa. Upande mwingine una data nzuri, ina picha tofauti-tofauti, ziko safi na idadi ya mifano inalingana. Sisi tunataka nini? Bila shaka, tunaitaka hii data nzuri. Basi hizi ndizo kanuni za dhahabu. Namba moja, utofauti Usichukue picha zako zote ukiwa umekaa sehemu moja. Zunguka, badilisha mwanga, piga picha kutoka pembe tofauti. Namba mbili: ubora. Picha zako ziwe wazi. Kama unafundisha kuhusu tabasamu, hakikisha tabasamu linaonekana vizuri. Na tatu, muhimu sana, usawa. Jaribu kuwa na idadi ya picha inayokaribiana kwa kila kundi. Usiwe na picha mia tano za furaha na ishirini tu za huzuni. Hii inasaidia isipendelee upande mmoja. Kwa hiyo mwisho wa siku, kama kuna kitu kimoja cha kukumbuka, ni hiki: ubora unapita wingi. Sawa, ni bora uwe na picha hamsini tu lakini nzuri, zenye utofauti, kuliko kuwa na picha elfu moja ambazo ni za ovyo ovyo. Hiki ndicho kile kiungo cha siri tulichokuwa tunakizungumzia. Sawa, sasa unajua jinsi ya kuandaa viungo bora. Ebu sasa tuangalie ni vyakula gani vya ajabu unavyoweza kutengeneza, yaani uwezekano ni mkubwa sana, hauna mwisho. Ebu fikiria, unaweza kutengeneza gemu unalocheza kwa kutumia ishara za mikono yako, au labda picha ya sanaa inabadilika rangi kila unapopiga makofi. Au vipi kuhusu api inayomsaidia mtoto kujifunza majina ya wanyama, au kifuatiliaji cha mazoezi kinachokwambia hapana, nyosha mgongo unapofanya mazoezi vibaya? Vitu vyote hivi na vingine vingi vinawezekana bila kodi, kumbuka. Kwa hiyo zana unayo, na sasa unayo na mapishi ya siri. Swali pekee ambalo limebaki ni moja tu: wewe utatengeneza nini? Ubunifu wako ndiyo kikomo. Dunia inasubiri kuona utakachofanya. Nenda kaanze sasa hivi na Teachable Machine.